Habari, maisha maarifa, na karibu. Leo tujifunze topiki nzuri sana ambayo inasema kwa nini baadhi ya wanaume wanapenda kuwanunia wake zao. Karibu tujue sababu za kisaikolojia na kibaiolojia. Kwanza tufahamu kwamba mwanaume ameumbwa na ya kiume ambayo tunaita testosterone hormone, ambayo hii ndio humfanya mwanaume aonekane ana hulka za kiume. Cha kwanza, kwa nini mwanaume huonekana ananuna kipindi wakiwa wamegombana na mke wake au na mwanamke? Tufahamu kwamba mwanaume kupitia hiyo homoni inamfanya awe mgumu sana wa kuunganisha kati ya hisia na maneno na hapa tujifunze hizi sababu za kwa nini mwanaume ananona. Sababu ziko tofauti tofauti, kuna sababu za kibaolojia, sababu za kisaikolojia, pamoja na kijamii. Kianza na kisaikolojia, hasa mbinu mojawapo ya kujilinda kihisia azani, yani tunasema Emotional defense. Wanaume, wanaume wengi hukuzwa hu, wakiaminishwa kuwa kuonyesha hisia ni udhaifu. Badala ya kuzungumza hisia zao waziwazi, huamua wazi, kununa au kujitenga. Wakati mwingine ni kutafuta nguvu na udhibiti. Hii ni baadhi, wanaume hutumia kununa kama njia ya kuonyesha kuwa wameumizwa au hawajarizika lakini bila kusema moja kwa moja, wanatafuta response kutoka kwa wake zao. Wengine ni ukosefu wa stadi za mawasiliano, wengine wanakuwa na wanashindwa kuwa na stadi za mawasiliano, hivyo chagua njia ya kununa, kukaa isho au kukaa kimya kama misuluhisho au sehemu ya kueleza hisia zao. Sababu za kibaolojia ni zinagusa sana ishu za homoni, ambao nimekwisha kusema kwamba homoni ya kiume inayoitwa testosterone hormone. Hii inachangia uh, tabia ya, ya ushindani, ukaidi na ugumu wa kuonyesha hisia uh, homoni hii ikiwa juu inamfanya mwanaume ashindwe kutoa hisia zake, kuonyesha uh, uh, anapatwa na shida gani au kueleza zaidi uh, homoni hii inamfanya mwanaume awe mkimya na kuwa katika hali ya unyonge zaidi. Lakini pia mitazamo ya kijamii pamoja na utamaduni. Jamii nyingi nimjengea mwanaume picha ya kuwa ya atakiwa kujielezea sana na kufanya hivyo, anaweza kufananishwa na mwanamke. kwa akikutana na changamoto, amegombana na mke mke wake uchagua njia ya kukaa kimya au kununa kama sehemu ya kuonyesha hisia zake. Sasa tuangalie testosterone hormone inachangia vipi mwanaume kununa au kukaa kimya endapo atakuwa amekosana na mke wake au mwenzi wake. Kwanza, testosterone hormone yenyewe huathiri mihemko au mood regulation. Kwa hiyo tunaweza tukasema mood regulation, regulation hormone tunasema testosterone ina uhusiano moja kwa moja na mihemko eh, kwa mwanaume ambao tunasema yenyewe ina kazi ya kuregulate au kupunguza mihemko endapo mwanaume, mwanaume atakuwa amekosana na mke wake so hivyo inamfanya mwanaume awe kimya zaidi, so uongeza hasira za ndani na kumfanya mwanaume awe mkimya na kutafakari. Uweza kufanya mwanaume ahisi huzuni na kukosa uvumilivu au msukumo wa kihisia katika kueleza hisia zake kwa njia ya matamshi au kuongea. <laughs> Lakini homoni hii inamfanya mwanaume aweze kujitenga kihisia, yani emotional withdrawal. Ndio maana mwanaume akipata na changamoto yeye uweza kukaa pembeni na kutafakari zaidi wai, kwa sababu homoni hii ndio inamfanya hivyo. Kwa wakati mwingine akina mama, wanawake uh, ambao tunaishi nao uh, wanaweza kuwa na laumu na kutuona majeuri kweli, na kwa wanasema mbona uzungumzi, mbona mimi naongea wewe husemi? Wakati mwingine na kutuona watu ambao ni wakaidi. Sio sisi, ni kwa sababu ya homoni ambayo ambao imetengenezwa ndani yetu, lakini katika Eh, hii sababu ya kujitenga kihisia ya, y yani emotional withdrawal uh, inamfanya mwanaume kutoeleza nguvu kwenye mazungumzo ya kihisia ya, badala yake kukaa kimya au kununa. Lakini pia ushawishi wa kijamii unaunga mkono wa testosterone hormone, yani jamii imjengea mwanaume kuwa ni mtu ambaye sio wa kuzungumza ndapo atakutana na changamoto. So, hiyo inamfanya Testosterone hormone ya awe juu zaidi. So, kikubwa ambacho unatakiwa ukijua ni kwamba e, katika hali ambayo mnakosana na mwenza wako hii hormone wakati mwingine inaweza ikawa juu zaidi, kwa unatakiwa umfahamu mwanaume sasa hivi anapitia kipindi gani na unaweza vipi kuzungumza naye na mkaseto mambo yakakaa vizuri. Sasa tuangalie jinsi gani mwanamke anaweza kuishi e, na mwanaume anayenunanuna au akikosana, yeye anakuwa kimya, aelezi hisia zake, anakuwa e, ni mtu wa kukaa kimya tu na kujitenga. Cha kwanza anatakiwa mwanamke atawaliwe na hekima, uvumilivu pamoja na mawasiliano ya busara. Akiwa tofauti na hapo, basi ugomvi utakuwa ni wa kila siku. E, hatua ya kwanza anatakiwa ufanye kuwa mtulivu na kutokujibu kwa hasira. Yaani, mwanaume unapoona amechukia na amekaa, yani kimya basi mwanamke wewe utakiwi kurudisha maneno au kuongea ongea na kumlazimisha kwamba mbona uongei mbona umenuna e, kwa nini usemi zungumza, au kumshika yani physical touch, utakiwi kufanya vile, kwa sababu kufanya vile e, utasababisha ugomvi zaidi, kwa sababu homoni baadaye inatengeneza namna ya kujilinda, na katika namna ya kujilinda, kumbuka mwanaume ana uwezo kufaiti. Kitu kingine mpe muda wake, wanaume wengi ununa au kwa kimya ili kufikiria au kujituliza kuji, kuji, kuji, kuji e, mpe nafasi kwa muda mfupi ya, ya kuzungumza, e, hayo mazungumzo yako na nataka kusema. Lakini katika kuzungumza uzungumze katika lugha ya upole na unyenyekevu. Chagua muda sahihi wa kuzungumza, usijaribu kumlazimisha kuongea akiwa bado na hasira. Kufanya hivyo utachochea homoni na kujikuta unaingia kwenye changamoto ya kushu gombana zaidi e, so mazungumzo ma azungumze kwa upole, kwa lugha ya upendo lugha ya faraja e, lugha ambayo si ya ukali e, unajikuta unapambana na mwanaume kwa kutumia sasa nguvu, kwa sababu mwanaume homoni zikishapanda zaidi za testosterone e, inamfanya awe mkimya zaidi kujikuta unaingia kwenye changamoto. Lakini pia elewa sababu ya tabia hiyo. Wanaume wengi uh, wameshawishika jamii kuficha hisia. Inabidi uelewe kwamba mwanaume akikasirika anakaa kimya. Wewe jukumu lako mwanamke eh, ni kutulia mpaka pale ambapo unaona muda sahihi wa kuzungumza naye kitu kilichofanya mkaingia katika migogoro au kugombana. Kingine, epuka kumdharau au kumkosoa hadharani pale ambapo unahisi sasa mume wako amekasirika au ana asili. Hii inaweza kuongeza tabia ya kununa. Ajenga mawasiliano ya faragha na heshima. Eh, naweza mkao mekosana lakini ukamuita katika faragha ambayo inamjengea heshima kwenye jamii. Kama ndani naweza eh, mkakutana mkaongea kwa lugha ya upole na mkayasuluhisha yale ambayo yamewasibu kama wanandoa. Lakini kingine, mshirikishe kwenye suluhisho na sio kumtupia lawama. Unapomtupia lawama basi unaweza ukasababisha, e, akawa amebadilika zaidi au kukuza ile changamoto zaidi, kwa sababu mwanaume mwana kumbuka, amejengewa e, nguvu ya ushindi katika mwili wake. E, amejengewa kushinda siku zote. Mwanaume anapofight ana anakuwa ana uhakika wa ushindi na hii, na hii ni kutokana na hiyo hormone ya kiume ambayo tunasema ni testosterone hormone. Maana wanaume wengi wanakuwa na silent battle, katika mafanikio, katika ugomvi na vitu vingine, wanatamani awe mshindi. Kwa hiyo epuka kumdharau, lakini pia mshirikishe kwenye suluhisho, lakini usimtupie lawama. Kumtupia lawama manake ni kumpokonya ushindi, kitu ambacho ni ngumu kupata suluhu. E, toa mapenzi na uthamini hata wakati wa migogoro. Wakati mwingine wanandoa wakikutana kwenye changamoto ya ugomvi, hasa wakina mama wanakuwa na changamoto ya kumwazibu wanaume kwa kutoa tendo la ndoa o, so hii inapelekea kufanya mwanaume awe ni mtu wa kujitenga zaidi na, ku, na kuwa na maamuzi ya kimya zaidi. Maamuzi ya kimya naeza akafika mbali, akajikuta anatafuta mwanamke mwingine pembeni, ambapo wewe Kumbuka, kama kununa au kwa kimya unageuka kuwa njia ya kudhibiti au kumtesa kihisia, basi inaweza kuwa ishara ya tatizo la kina. Na wakati mwingine ukiona changamoto, basi unaweza e, ukawaona counselors kwa ajili ya kumshauri mmeo, au wakati mwingine unaweza ukawaona watu waliowafungisha ndoa, wachungaji, mapadri, mashehe, kwa ajili mashe, ya kulitatua hilo swala kiimani zaidi. Na asante sana, karibu katika mafunzo mengine.